Na mnikushukuru kwa kuendelea kusalia papo na ukisalia nasi sako kwa bako katika kipindi bora kabisa cha Top Star, tunaendelea kuzungumza na mwalimu kama ambavyo nilikujuza pale awali, na huyu ni Madam Martha, mwalimu katika shule hii ya Victory inayopatikana Mwandege, mkoani Pwani. Madam, habari yako? Salama za kwako? Mimi namshukuru Mungu kwa vizuri kabisa, niko vizuri. Nataka nifahamu kwanza, hawa watoto ambao wana vipaji unawafata au wanakufuata wakati wanapohamia ama wanapoanza shule ya Victory. Ah, sisi wengi huwa wanatufata kwa sababu wakija wanakuta wenzao wana siku maalum za kuonyesha vipaji vyao. Kwa hiyo yote yule mwenye kipaji anakuja au sisi tunamgundua mtoto kwa kumwona labda huyu mtoto anapenda mpila, anapenda fashion au anapenda kuchola. Kwa hiyo tunagundua vipaji vyao kwa njia hiyo lakini nataka nifahamu pia namna gani mnaweza kuhimili muda wa masomo lakini pia muda wa kufanya shughuli mbalimbali za kisanaa ama elimu ya amali? Katika shule yetu tumebezi na elimu ya ndani ya darasa na elimu ya nje ya darasa kwa hiyo kuna muda ambao wanautumia kwa ajili ya elimu ya ndani ya darasa na kuna muda ambao wanautumia kwa ajili ya elimu ya nje ya darasa, na kuna siku maalum kama Jumatano na Ijumaa, ni siku maalum za watoto kuonyesha kipaji chao. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wao kuonyesha vipaji vyao katika hiyo siku. Unahisi kuna umuhimu gani wa kuendeleza vipaji kwa watoto ambao wapo katika mashule? Kwa dunia inavyoenda kutokana na uu utandawazi na maisha yanavyoenda kwa sasa, watu wengi wamekuwa wanaonyesha vipaji vyao na vinawasaidia katika kuendesha maisha zaidi kuliko hata y kutegemea elimu ya ndani ya darasa peke yake. Wamekuwa maarufu kutokana na vipaji vyao na wametimiza ndoto zao kutokana na vipaji vyao rather than kutegemea zaidi ajira au kuajiliwa kwao. Tunakuza vipaji vya watoto ili waweze baadaye kusimama wenyewe na kujiajili kupitia vipaji vyao. Huu ni wasaa mzuri wa Samu, zilo, kuzungumza na Watanzania kupitia TET Soma Kwanza TV. Mzazi anakufuatilia hivi sasa, lakini mwanafunzi ambaye yuko nyumbani ameketi katika sofa ama katika kiti kizuri, anafuatilia Star Times Channel namba 105 kupitia Top Star, unamwambia nini kuhakikisha anaendeleza kipaji alichonacho? Lakini inawezaje kumshawishi mzazi kuweza kumsapoti mtoto kwa kile ambacho anacho? Kama ni mwimbaji, kama ni mtu anayecheza ama dansa, lakini pia kama hivyo ubunifu mavazi tumeona wakina Sheria Ngoi wajao. <laughs> Ah, mimi ningependa kumshauri mzazi kama mtoto anaonekana ana kipaji, ampe fursa na msapoti. Hao wenye vipaji au wanaoshiriki kwenye fashion wanafanya vizuri zaidi darasani, kwa sababu tunawatengea muda wa kufanya mambo ya fasheni na tunawatengea muda wa kuonyesha vipaji vyao, lakini tukiwasisitiza sana wabezi katika elimu ya darasa na vipaji vikifata. Shukrani sana, mtakia wakati mwema. Naam, mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV ambao wanafuatilia Top Star kwa sasa, tumezungumza na Madam Martha mwalimu kutoka shule ya sekondari ya Victory inayopatikana Mwandege mkoa wa Pwani. Ni kujuze tu kwamba hatujamaliza hapa, tunakwenda kwenye kipengele cha ndoto. Tunakwenda kuwasikia wanafunzi wakizungumza ni malengo yapi ambayo ameyakusudia, lakini pia baada ya ndoto tutakwenda kwenye kipengele bora kabisa cha cheza wakina. Okay, Moze Yobo, namna hii mimi sijui kucheza, najua tu kutangaza. Endelea kufuatilia Top Star, TET Soma Kwanza TV. Soma Kwanza, taifa linautegemea. Usiondoke Bana, hivi ndivyo ambavyo tumefika katika shule ya sekondari ya Victory, na kwa sasa tunakwenda kuzungumza na wanafunzi ambao wanacheza kabumbu, lakini pia wapo walimu hapa wanacheza mpira wa miguu. Mambo vipi? Uko vizuri? Uko vizuri. Kidato cha ngapi kaka? Kidato cha nne. Unaitwa nani? Naitwa James Johnson. James Johnson upo katika uh, pichi hapa ama uwanja wa mpira wa miguu. Nataka nifahamu ndoto zako baada ya kidato hiki cha nne ni zipi? Ah, ndugu zangu, mimi natarajia kuwa mchezaji mkubwa. Mchezaji mkubwa. Eh. Unacheza nafasi gani? Sijakuona ukivaa mchezaji namba 11. 11. Ndio, nani ambaye unamtazama kama kio kwako sasa? Lamine Yamal. Yes. Lamine Yamal anacheza namba 7 lakini, eh, winga gani? Ni short winga e, zungumza na e, mwanafunzi mwenzako kupitia Tet Soma Kwanza TV naye, kama ana kipaji kama chako ama kipaji tofauti na chako, nini ambacho unajaribu kumwambia ili kuweza kutimiza e, ndoto zake? Nimshauri uh, aendelee za mpira mazoezi kwa wingi, na pia asisahau kusoma. Somo ndio hicho tu. Shukrani sana. Asante sana. Mambo vipi? Poa. uko vizuri? Niko vizuri. unaitwa nani? Naitwa Brian Mambano. Brian, kidato cha ngapi unasoma? Cha tatu. Kabla ya yote nitajie tu wachezaji watatu wa timu ya taifa ya Brazil. Vinicius Junior. Ndio. Neymar. Ndio. Rafinha. Na Rafinha. Ndoto zako ni zipi ndugu yangu? Umekuja kucheza kabumbu au una ndoto nje na mpira? Nimekuja kucheza kabumbu na pia na ndoto nje ya mpira. Ndoto yako kwenye mpira ni ipi, lakini pia ndoto yako nje ya mpira ni ipi. Ndoto yangu yanu ni mpira ni kuja kuwa mchezaji mkubwa. Cheza nafasi gani? Beki. Ndio. Na unamtazama kama kio? Ibrahim Baka? Ibrahim Abdullah. Yeah. Nje ya mpira una ndoto gani? ya kuwa mfanya biashara mzuri. Mfanya biashara ni biashara gani unakusudia kuweza kuifanya? biashara za kwenye makampuni kama baba yangu alivyokuwa anafanya. Shukran sana, asante Tumetoka kuzungumza na wanafunzi hapa na tunaendelea kuzungumza na wanafunzi. Naendelea kukumbusha kwamba hapa ni katika shule ya sekondari ya Victory inayopatikana Mwandege katika mkoa wa Pwani. Huyu ambaye ameinama ndiye ambaye anakwenda kuanza naye. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Nelson. Nelson. Yes. Kidato cha ngapi? Cha tatu. Cha tatu. Yes. Kidato cha cha. Niambie kwanza Nelson, wewe ni mdau wa ndoto gani? Mpira, fanya biashara, msanii au mdau wa ndoto gani? Ah, mimi napenda niwe mwanajeshi. Mwanajeshi. Wa nini? Kuna wanajeshi wengi wa anga, wa nchikavu, wa mabomu. Anga eh? Anga, wa anga. Unatamani siku moja uje kuwa kama nani? Babangu mkubwa. Babako mkubwa? Ndiyo. ni mwanajeshi? Ndiyo. Ushauri wako kwa vijana wenzako ni upi? Nawashauri vijana wenzangu tupende kusoma, kwa sababu maisha yote yapo katika elimu. Tupambane katika elimu, inaweza ikatusaidia katika maisha yetu. Shukrani sana na kwa pekee kabisa, kama ambavyo tumetoka kuzungumza na wanafunzi wa shule ya sekondari ya Victory hapa Mwandege katika mkoa wa Pwani. Kila mmoja ameelezea hisia zake, lakini pia ameelezea namna ambavyo anatamani kuwa e, mtu fulani baada ya masomo. Kuna maisha na hayo maisha yanaandaliwa hapa e, na kuweza kupata e, wadau mbalimbali. Hao unaowaona wanatengeza siku yao ya kesho, ama wanatengeza kesho yao, ni wachezaji lakini pia ni wanafunzi wapo jezi nambari ambao Pogba abi mchezaji wa ambao jezi kimataifa wa Ufaransa nambari kumi na sita mchezaji wa kimataifa wa Hispania anacheza Inter Miami lakini alipita klabu ya ya ya Barcelona Blaugrana maarufu anaita hivyo. Mimi naitwa Hamis Juni ya Mpemba mwenye majina ya Kibrazil na na, hii ni Tet Tet Soma Soma Kwanza Kwanza TV. Ni kukumbushe tu kwamba usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram, andika Tet Soma Kwanza TZ uweze kupata mambo mbalimbali. hispanicea n ma pit ab Tunamaliza e, bwana, nenda kucheza mpira bwana. Bwana twende tukaamshe, nipe mpira hapo niweze ku, kupiga kick off. Na hii ndiyo mali yetu eh, na ndivyo ambavyo tunamaliza goli lile kule, na shinda namna hii, goli la kwanza kazuia beki. E bwana, kwaheri sana, endelea kufuatilia Tet Soma Kwanza TV. maasalam wa ila liqa Skuli bila basi na bila mane bado shele, yani hakuna, hakuna, bado. Hakuna matata, hakuna mashaka tuko bie oh. Na kuna neno la Kiarabu linasema alilmu lbahari, elimu ni bahari. Wako wafasihi wakalizungumza kwa kina, wakasema kuwa elimu haina mwisho. Yote hayo tumedhamiria, Tet Soma Kwanza TV, kuweza kukupa elimu mbalimbali kupitia katika mashule, lakini ni kujuze tu lengo na madhumuni ya Top Star, kipindi ambacho kinakujia kupitia Star Times channel nambari 105. Hichi ni kipindi mahsus kwako wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia ikiwa ni kijana mdogo mwanafunzi ama mzazi. Lengo ni kuweza kukuhamasisha kuweza kufuatilia vijana ambao wanafanya mambo mbalimbali mbali, lakini pia wewe mzazi ambaye unatufuatilia, unaye fursa ya kuweza kumsaidia mtoto wako ama kumpa support mtoto wako kwa kile kipaji alichonacho, kwa sababu ni jaala yake ya jalali kuweza kumjalia kipaji hicho. Teti Soma Kwanza TV ndio tunakuambia hivyo, tunakuaga hivyo, lakini nataka nikuage kwa swali moja dogo, lakini lina maarifa mengi zaidi. Je, Unafahamu nini maana ya elimu ya amali? Hili ni kwako wewe mwanafunzi, unayo fursa ya kutujibu kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, lakini pia Facebook. Uandika pale Teti Soma Kwanza TZ, alafu swali linasema, je, ni nini maana ya elimu ya amali ambayo imeweza kutambulishwa na sera ya elimu, lakini pia nchi ya Tanzania tumeingiziwa hii. Je, ni nini maana ya elimu ya amali? Hili ndilo swali inakuacha nalo siku ya leo. Endelea kufuatilia lakini usiache kulijibu tuweze kupima. Je, unaelewa nini kuhusu elimu ya amali? Maasalamu ailalikaa, kwa heri kwa sasa. Tukisema Victory Secondary School, mnasemaje? Yes, practice makes perfect ndivyo ambavyo wanamaliza vijana hawa ama wanafunzi hawa wa Victory Secondary School, kwaheri.